imani na leo, alhamdulillahi la kulli hali, nimeweza eh, kufika katika ardhi ya Bulanda iko ambapo kwamba iko Busia Kenya. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV nuru ya Imani, tuko kwenye harusi na nikah ya dada yetu mpendwa Hanifa na kaka yetu hapa Muhammad, ambapo kwamba nikaha hii itafungwa kule mjini Mombasa, lakini hapa Busia ni sherehe na watu kufurahika na watu kuwa pamoja na kufanya maandalizi madogo, ambapo kwamba watu wameandaliwa tabaru kidogo, ambapo kwamba nafikiri umeweza ukaona mandharia na mazingira, ambapo kwamba watu walichoandaliwa e, kuna pilau, kuna nyama, kuna soda, kuna juisi, kuna matunda mbalimbali na vitu vingi sana katika eh, eneo hili la Bulanda katika E, nyumba au nyumbani kwa dada yetu hapa Hanifa. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamil TV Nuru ya Imani, nikukaribisha ambapo kwamba kama uko, u, u, u, mbali na eneo hili kwa kuwa basi, tunaomba usogee kwa sababu muda si mrefu watu, watu wataingia e, katika e, swala lile la, la makuli swala la kula kabisa hapa na kumeandaliwa vyakula vingi sana. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamil TV Nuru ya Imani unakaribishwa ya katika eneo hili la Bulanda ambapo kwamba ni jirani na shule ya Bulanda Primary School. Ni mimi wako Zamil Alfarshi nimeweza kufika na timu angu ya Zamyl TV Nuru ya Imani kukuletea matukio yote ambayo kwamba yakajiri hapa sehemu hii ya Bulanda, katika nikaha na harusi na sherehe ya dada yetu Hanifa na kaka yetu Muhammad. Tuzungumze na familia ikiwemo mama yake ya mzazi, je siku hii anaonaje? Ni furaha aliyokuwa ali nayo, ni furaha ya aina gani? Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani, kama utakuwa na matangazo mbalimbali, harusi mbalimbali, biashara, unaweza ukatangaza, nasi ambao kwa TV yako Zamyl TV Nuru ya Imani kwa bei nafuu kabisa unaweza kutupigia namba, kwa hiyo namba ambayo iko juu hapo, na tunaweza kufikia popote, ni ndani ya Busia, ni nje ya Busia, ni nje ya Kenya pia tunaweza kufikia kwa matangazo na harusi, mawaidha, darasa mbalimbali kwa bei nafuu kabisa. Ni mimi wako Zamyl Alfarshi katika TV yako pendwa Zamyl TV Nuru ya Imani, niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zamyl TV Nuru ya Imani, kama nilivyokueleza, leo tuko katika sherehe ya harusi ya nikaha ya dada yetu Hanifa na kaka yetu Muhammad, tu atueleze ni furaha aliyokuwa nayo, tutowatambue na pia wampe nasaha yetu ambaye kwamba anaingia katika chama e, cha wale wanandoa. Ndoa ni changamoto nyingi sana. Pengine mnasihi dada yetu ambaye kwamba anaingia kwenye ndoa aweze kuwa na uvumilivu mambo mengi. Habari yako ndugu yangu? Mzuri sana. Mzima kabisa. Niko mzima. Pengine tukufahamu kwa jina unaitwa nani? Mimi ni Gerald Kamande. Gerald Kamande. Eh, vizuri sana. Pengine wewe na mlengo ambaye kwamba anachukuliwa katika boma hii ambaye anaitwa Hanifa, ni mnahusiana vipi? ni kazini yangu huyu, ambaye ana nini, kazini yangu. Kazini yako mm-hmm. na yeye sasa hivi anaingia kwenye chama cha wanandoa kama tunavyofahamu, ndoa ina misukosuko mingi. Pengine kama kazin, ungeweza kumpa nasaha gani? E, kitu cha kwanza ningependa kusema kwamba nimefurahia yeye kupata mwenzake, na kile kitu ambacho naweza kusema ni kumtia moyo kwamba awe na uvumilivu katika ndoa, kwa ajili tayari mimi niko kwa ndoa kwa miaka nane. Aha, na vile ninavyojua ndoa si kitu rahisi, ndio so ile kitu ambayo naweza kumwambia ni kwamba awe mvumilivu na pia aweze kujiendesha kwa njia nzuri, kuheshimu mwenzake hmm. na kusamea wengine makosa kwa ajili ndoa, mara kwa mara makosa ina inatokea inatokea, usipokuwa na msamaha e, usipo na musama. Aa, vizuri pengine siku kama hii ya leo, furaha. Hebu tueleze unajisikiaje katika sherehe kama hii ya leo unaweza kuhudhuria kama kazi nini? Kwa kusema kweli, kwa asilimia mia moja nina furaha. Hiyo ni kama kawaida ya mtu yoyote kwamba mwenzake akipata mwenzake inafurahisha wote, na pindi kama hii ya kuunganisha watu, mara nyingi watu wanakuja kusherekea na kufurahia. Asante sana mheshimiwa, nashukuru kwa muda wako kaka. Sasa pamoja sana TV Nuru ya Imani, huyo ni kazi yake Jerad ambaye kwamba ameweza kuelezea, na e, pia tunazungumza na, na binti ambaye kwamba pia ni mwanamke ambaye amefika katika ardhi hii, pengine tufahamu jina lake mawili matatu kwa ufupi tu.

Mashaallah. Yeah. Ni vipi dada yetu Hanifa anatoa katika boma hii, ni vipi umemlea katika malizi gani, pengine tufahamu. Ajua mwanamke mpaka kupata kupata mwenzake kama hivi kuoleka, ina ni mwanamama amemlea katika maadili ambayo kwamba, pengine tufahamu umemlea katika mazingira gani Hanifa? Kumlea, nimemlea katika kanisa Kristo, lakini bila shaka kuwa mkubwa akabadilika, akaingia kwa Uislamu mm -hmm. Vipi katika ukuaji wake, pengine ni mtu ambaye kwamba alikuwa ni mtu mjeuri, alikuwa ni mtu wa aina gani Hanifa? hmm. ni mjeuri kumidanganya, lakini sasa ukimwambia kitu ya ukweli hmm. unaelewana, chenye apeni ni uongo, lakini alikuwa mtoto mzuri, mwenye heshima. Sijaiona maneno mabaya ya kwake. Vipi katika eneo hili, pengine tuko sehemu gani hapa kwao, kwa, kwa kina Hanifa panaitwaje? hapa ni Busia upande wa Bulanda, Bulanda e. Na Hanifa leo anaweza ku, ku, uh, kuchukuliwa na, na ndugu yetu Muhammad a uh, ye, katika ndoa kuna changamoto nyingi katika ndoa. Pengine unamnasuhi vipi, kama mama unamuse, unamnasuhi vipi mtoto wako? Mtoto yenye nataka kumwambia Hanifa, mume na muke inafaa wanaelewana, wajuane chenye mume anapenda na chenye mke anapenda, wanapoelewana na wakati enye wamekosana mume akiwa juu arudi chini. Ndoa ni kuvumilia na kuheshimiana. Pengine hii sherehe nikaha, na inasemekana pengine inafungwa Mombasa, inafungwa huko aliko eh, inafungwa huko Mombasa vipi? Lakini pengine umebahatika kuzungumza na kijana, kijana huwa naongea na yeye, na vipi kijana? Ukimwangalia ni kijana, kijana mzuri sana mzuri sana, nampenda sana. Hawezi lala ka, kama bado hajanijulia hali. Ni kijana mzuri sana, hata amechukua namba na nipigie yaka kitaka kunijulia hali. Ni kijana mzuri, naombea waishi maisha mazuri. Pengine mashallah mm. -hmm. Kwa kijana pia kumnasihi kama sasa hivi kijana chako mtoto wako naye pia. Au mtoto wangu. Pengine sasa unamnasihi vipi kijana? Kijana sasa unajua ujana kuna mambo mengi katika ujana, kuna ule uvulana, kuna mambo starehe hivi. Pengine kama mama ungemshauri vipi? Ningemshauri ametembea kwa kuote Najua amepatana na wengi, lakini mwenye amepata wake ni Hanifa. Kwa hivyo amshike kwa roho moja, wajenge nyumba kwa roho moja. Wazee, watoto, wajukuu, nitafurahia wakinietea wajukuu wakiwa salama, watu wao wanatembea kwangu wakiwa wamekosana. Nataka mm. wakuje tu kama kuna furaha. Pengine kama wajukuu wangapi ungetarajia kupata? kama wajukuu wangapi mimi ukiniambia, watakuwa wengi kama hamsini, hata hamsini wahesabu mikono. Na pengine anakusikiza hapo, e. neno la mwisho pengine kumwambia Hanifa e. na ni muda mrefu pengine kujaonana, pengine aweza kuwa nakuangalia kupitia, eh, TV za Zamyl TV, pengine ungemwambia unge nini, neno la mwisho Ungemwambia Hanifa nakupenda sana. Asante kwa sababu ujenaibisha. Wasichana wengine hata kwa, hata ungefanya hivi uendee huko nisikie ulienda lakini umefanya uniheshimishe ukaamua kuniambia vile unakuja unatoka kwa boma na heshima. Mungu akubariki sana na walinde. Asante sana mama yangu mm. Mpenzi wa Zamyl TV Nuru ya Imani, huyo ni mama yake Hanifa hapa, kwamba ndiye dada yetu anayolewa na ametoa nasaha zake kwa mwanae ambaye Hanifa anapolewa, na pia kwa kaka yetu Muhammad ao, kwamba ndiye anayemooa Hanifa, tunakuomba uweze kumwangalia vizuri dada yetu, uweze kuwa naye kwa upendo na mahaba zaidi, kwa sababu ma, mapenzi yakiwa na upendo na uaminifu, ndio ndoa huweza kudumu. Kwa sababu wazetu kama hawa mazetu wameweza kukaa kwa muda mrefu katika ndoa hadi leo kufika umri huu, ni yote kwa sababu ya uvumilivu. Sio kwamba hakuna changamoto, changamoto zipo, lakini tudumu na kitu kimoja ambapo kwamba ni samahani na asante. Kwa hiyo dada yangu Hanifa, umeingia katika ndoa, tambua na wewe sio msichana, umekuwa ni mke wa mtu. Maongezi yako mavazi yako kutembea kwako pia marafiki zako uweze kuangalia marafiki wa aina gani. Mpaka hapo nikomee, nikutakie iwe ya heri ndoa yako, alf mabruk. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ila liqa. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa Zamyl Tv Nuru ya Imani, na kama nilivyokueleza tu katika harusi ya dada yetu ambaye anaitwa Hanifa na kaka yetu Muhammad abtoba Uh, nikah hii au sherehe hii inafanyika sehemu ya Bulanda Busia, Kenya, mpaka na Uganda na Kenya. Na kama nilipokueleza, tutakuwa na familia kuzunguka nao, mwingine baada mwingine. Tumezungumza na mama yake Hanifa, tumeweza kuzungumza na kazini yake, na hapa tunamjomba mjomba wake Hanifa. Tutafahamu to, to, jina lake kwanza, na pia um, ampe advice au ushauri dada yetu kwamba kwamba anaingia katika ndoa na ndoa ina changamoto nyingi sana. Tutafahamu jina lake hapa, na pia amshauri, um, advice na pia tusikie yeye katika sherehe hii furaha aliyokuwa na mm, na nao mm, ni furaha ya aina gani? habari yako mzee mm. wangu, na wangu, unaitwa nani? Joseph Njogu, utashika hii mic kidogo kwa nani, mzee wangu, Joseph Njogu. Pengine wewe ni nani yake, nani yake Hanifa? wewe na Shiro maarufu Shiro, yeah, uh, itofamu kama Hanifa mm, ni nani yake? baba yake, mjomba wake, ama nani? Ni ndugu yeah, mm. mm. ya mama yake dugu ya mama yake e, ni mjumba yake. Vipi mzee wangu, Hanifa leo anaolewa na wewe, kama mzee mpaka umefika makamo makamo hayo umeona mengi mm. na ni mengi umeshuhudia ume katika ujana wako mpaka ufikia mzee, pengine unamshauri nini Hanifa naga katika, katika ndoa? Namshauri kushinda akiwa peke yake, si, si bora ndio, lakini kitu ile bora ni kama na ndio mnafurahia hiyo jambo, na ndiyo nimekuja kusherekea nangiyo, no. Kusudi, ni mbariki, ni muwajese, mm. na ji na kusudi nimbariki nimwonyese na mpenda yeah. Hata e, familia hii mnaipenda sana. Vipi sasa, bwana yake ambaye ni Hanifa, bwana yake Hanifa aita Muhammad, pengine hmm. unamshauri nini kama mzee wa boma? Mi namshauri mm. akae kama mtu ana boma mm-hmm. Asikae vitendo vile alikuwa navyo mbeleni, awachane navyo mm. Ashike msimamo ya kuwa amepata mchumba wake. Eh, asante sana eh, mzee wangu. Nafikiri mzee, mpaka sasa hivi naishi wapi? Naishi pande ya kwa China huko, naitwa Maweroisti na nafikiri ni mbali sana, mpaka kufika hapa ni mbali na umefika kwa sababu ya mapenzi na upendo ya dada yetu Hanifa kwa shughuli yake. E, mimi nafika juu ya kumpenda, mi nampenda na mimi sitaki kusikia ati nimekosa, hmm. kwa sababu hata mimi ni tarajio ya lake. Ndio, akisikia siku kuja anaweza sikia mbaya sana. ni kweli, sa shukrani sana. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa Zamyl TV Nuru ya Imani. Huyo ni mjomba wake e, bibi harusi ambaye kwamba nikaha inafungwa kule Mombasa, japokuwa wao wako nje ya nje ya, ya Kenya. Na mzee ameweza kuwapa advice e, Hanifa na bwana wake na mume wake, na mchukue advice, kwa sababu hadi mpaka sasa hivi mkimfikiria mzee ameweza e, ni, ni umri mumeenda na ameshuhudia mengi, na kuhakika mawazo yake ya ushauri wake unapaswa kuzingatiwa.